Asante Bwana Yesu Urakoze Mwami Yesu, kwa kuwa uko pamoja nasi kuburi kumwe natwe na unatupa neema ya kuanza iki kipindi uduhaye ubuntu bwo gutangura kino kiganiro. Na hivi acha nikwambia kwamba bila wewe Mungu wetu hatutaweza chochote. Reka ndakubwire Mwami ko ata wewe ntacho twoshobora. Tuongoze mwanzo ya ikipindi mpaka mwisho, uduyobore muri ntango za kino kiganiro mpaka kugera ku mpera Bariki kila kitu ambacho kinatumikwa ili i kipindi kiwe hezagira, ikintu chose gikogwa kugirango kino kintu kiwe. Bariki na wanduku wasikilizaji mahali pote ambapo wanatufata kwenye simu, kwenye TV baba, wabariki, hezagira nchuti bagenzi bariko badukurikirana kuli televizio, kuli telefone, aho bari hoseaeiamwizina ya Yesu Kristo Amen. Amen na hatuwezi kusema chochote kile bila kushukuru e, tekiniki ambaye natuongoza katika iyi kipindi. ntidushobore kuvuga ikintu chose tudashimie ubuhinga bwivyuma ariko batuyobora muri kino kiganiro. tekiniki tunamona Papa Claude e, mu buhinga bwivyuma turabona Papa Claude pamoja na Vision Talk Media hamwe na Vision Talk Media, tunasema Mungu apate kuwabariki turavuze ngo imana ishikare kubahezagira, apate kuwapanua zaidi, ishikare kubagura. Kandi pia ambaye mnatufuata mahali pote, tunatoa shukrani namwe, muriko muradukurikirana aho muherereye hose, turavuze ngo murakoze cyane. Kumupendwa, usitoke kwenye iyi video, yani usipite, usivute iyi video inchuti mukundwa, nturengane chanke ntujabuke no ino video, kwa sababu ii video inakuwa na revelation ya kukusaidia wewe kwenye maisha yako, kuko ino video ifise ikanguro chanke ifise imbono zo kugira ngo ikuvyure wewe mafunuo ufunuo nyingi ambaye utasikia kwenye hii video, hariho iyerekwa uza kubona muri no video, ndani ya iki kipindi muri kino kiganiro. Mupendwa, kabla tupate kuongea mengi, shuti mukundwa, imbere ko tubasha kuvuga vyinshi, takusi upate kuacha laki yako. Turaza kugufa turaza kugusaba kugira ngo ushire ko like yawe. Like yako ni amana sana. I, i, like yawe ni chanke kwemeza ni ya giciro cyane. Itatusaidia kusonga mbele. Iraza kudufasha kugira ngo dutere imbere. Itatutia nguvu. Iraza kutwongera inkomezi. Hata chochote kile utaposikia katika ikipindi ukikiwa ukikua na swali Icho, andika comment yako icho uza kumva hano ukagira kibazo andika komentari yawe na nitakusindu kumupendwa kisha kusikia hii video partage ndagusavye nchuti mukundwa uheje kumva ino video yirungikira bagenzi ba Nduku mpendwa Chuti mukundwa Acha maisha kuishi mwezi krokeri Rekubuzima bwo kuba mu ama, nimba unaiba kitu cya mutu wivyi, ikintu chumuntu ule mutu akienda kwa mufumu uja muntu naagenda ku mufumu aka aya jina yako, azotanga izina ryawe. Chochote kile batakufania wewe, icho kintu cose bazogukorera, kitakushika, kizogufata, kwa sababu ni wewe una sababu, kuko ni wewe ufise inyanduruko, impamvu nduko. Mupendwa, mucuti, mukundwa, kama unajua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, nimba wewe uzikuru umwana w'Imana, acha maisha mbaya, reka ubuzima bubi, kwa sababu kabla wewe ukuje duniani im, kuko imbere yukuza wewe kw'isi, kabla wewe uzali Duniani. Imbere y'uko uvuka kw'isi. Mungu alikuandalia maisha mazuri yote Imana yaguteguriye ubuzima bwiza bwose. Inawezekana leo kuna teseka. Birashoboka ko uno munsi uhura n'ibibazo. Inawezekana wewe una shida fulani. Birashoboka ko uno munsi ufise ibibazo bitandukanye. Inawezekana unatafuta kazi unakosa. Birashoboka ko urondera kazi ukabura. Inawezekana unapitia katika vipindi mbalimbali. Birashoboka kuri kura cha mu biganiro bitandukanye bibi ncuti mukundwa ntogire ubwoba guma nubwizigirwa mu ijambo ry'Imana iy'Imana umwizigirwa kuri bajya arabizigirwa kuri we ntiwibe ncuti mukundwa kubera ko ubuzi ibyo ufungura guma uri umwizigirwa imbere y'amaso y'Imana iy'Imana izogufasha Ikintu kizogufasha ili byote bile Mungu anesha panga pa maisha yako uishi, kugira ngo bijya bintu vyose Imana yategwe ku buzima bwawe, ni ugutinya Imana, kumwogopa Mungu kubaha gutinya imana na kuachana na maisha yote mabaya kurekana n'ubuzima bwose bubi. Apo taona Mungu atakuwa na kusaidia, aho uzobona imana irikira gufasha mu buzima bwao. Kitu kya pili, ikintu ca kabiri, kuwa na maisha ya maombi, kugira ubuzima bwo masengesho, ubaki ndani ya maombi, ugume mu masengesho, womba nyakati yote ile ambayo unaona una shida, senga mu gihe cose ubona ufise ikibazo, kwa maana Biblia inasema, kuko Bibilia ivuga ngo yoyote ataita jina la Bwana um umuntu wese azohamagara mu izina ry'imana azokizwa bibiliya inasema bibiliya iravuga ngo unyite nami nitakwitika

ndukumupendwa nshuti mukundwa maisha ya mutu ubuzima bw'umuntu inafanana kama

chini hariho umwanya wo kuba hasi na kuna muda ya kuwa juu n'umwanya wo kuba hejuru kuna muda ya kuwa maskini hariho umwanya wo kukena na kuna muda kuwa tajiri, n'umwanya wo kuba umutunzi. Kuna muda ya usiku, hariho mwanya wo mwijoro, na kuna muda ya mchana, hariho n'umwanya wo mugitondo. Inawezekana bira usiku ulikuwa maskini, birashoboka ko mwijoro canke kumugoroba waruri umukene, lakini unaamuka asubuhi unakuwa tajiri, ariko uravyuka waronse zina waronse nyishu. Ndiko mupendwa, kitu kyamana ni kubaki mwaminifu mbele ya macho ya Mungu, nchuti mukundwa, ikintu chagachiro ukuguma uri umwizigirwa imbere y'Imana. Usikati tama, ntiwihebure. Kama watu wote wanakukata, nimba abantu bose bakwanse bakwanse, usiogope, ntugira ubwoba. Mungu awezi kukukata, kwa sababu wale walikukata maana nishobora kukwanga, kubera ko bajya bakwanse bakwihakanye. Mungu ana mipango iko tofauti na mipango ya wanadamu. Imana ifise integuro zitandukanye nizabajya abantu. Usiwe na ofu ntugira ubwoba. Mbele yako ni pazuri imbere yawe ni heza. Leo, acha watu wakuzarau. Uno musi reka abantu bakugaye baku, bagukengera uko bashaka. Maisha yako ya kesho ubuzima bwawe bwejo ni siri ya Mungu, ni jibanga jimana. Watu wanajua leo ya kwamba uko maskini, abantu bose barazi ko uno munsi uri umukene. Banajua leo ya kwamba unakosa chakula, barazi ko uno musi aron caua leo yakwamba awuna mavazi uno musi baraziko utaronka ivyo wambara, lakini bile utapata kesho, ariko ivyo imana zobejo uzobejo, siri ya Mungu ni ibanga ry'imana. Bitu bingine Mungu awezi kubirevele. Hari hi ibintu bindi imana idashobora kwerekana. Mungu awezi kubionesha leo kwa sababu unaweza kauawa, kuko ntishobora kuvyerekana uno musi kubera kurashobora urashobora kwicwa. Acha Mungu akufichie siri ya kile utakuja katika ali ya shida ambayo unapita leo, reka imani kubikira ibanga ya kirya uzoba ejo. Leo nakosa wazazi uno mose warabuza abavyeyi, papa na mama, ntaboyuwaya kwamba una mzazi wazazi wote umenye ko ufise umuvyeyi ari hejuru y'abavyeyi bose ni Mungu ni Imana, ni Yesu Kristo wa Nazareti mutu kuvumbi anamupeleka fasi nzuri nchuti nchu, Yesu arakura umuntu ndetse mucavu akamushira ahakomeye ku village konanuka moshis no. anamweka mu centre ville anakuwa patron Umu imana niyikura umuntu ndetse hariya mu kibano ikakuzana ikagushira mu gisagara ikakwambika ikaguhinduruka kugira undi muntu mwiza umunjo anabebaka mutumishi anabebaka taxi velo anakuwa bose, anakuwa na entreprise ya transport imana niyikura umuntu umu, mu taxi velo akaba umugwiza tunga afise ndetse amakampuni yo kunguruza abantu nataka nikwambie kitu kimwe ngira ndakubwira ikintu kimwe birashoboka kuno musa wabuzi watu Rekanda ndakubwire ngo ntiwirukire Lakini kimbilia yule ambaye aliumba watu ariko wirukire ujya yaremye abantu Kwa sababu ni yeye anakamataka kitu kiamana na kitia mu mikono ya bale batu banakosa kitu